Ya tuko na ratiba ya mazishi ya Raila Odinga. Ya sote tunafahamu kwamba vilio na majonzi vimetawala kwa wana Kenya pamoja na wana East Africa kwa ujumla, marais mbalimbali, ambapo wameweza kutoa salamu za rambirambi mara tu baada ya kuvuma na kusambaa kwa kifo cha aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Amolo Odinga, ambaye aliwahi pia kuwa kiongozi mkuu wa upinzani katika chaguzi ambazo zimeweza kupita nchini Kenya. Sasa basi kwa taarifa ambazo tumezipata juu ya ratiba ya mazishi yake ni kwamba Raila Odinga atazikwa tarehe kumi na tisa mwezi huu wa Oktoba mwaka 2025 itakuwa ni siku ya Jumapili, na kwa mujibu wa maandalizi ambayo yameweza kufanyika, basi kutakuwa na mazishi ya kitaifa ambayo yatafanyika katika uwanja wa Nyao Stadium ambao unapatikana katika jiji la Nairobi nchini Kenya kwa ajili ya maombolezo ya kumwaga Raila Odinga. Halafu baada ya hapo, mwili wa Raila Odinga utakwenda kuzikwa katika manispaa ya Bondo ambayo inapatikana katika mji wa Siaya County kaunti huko Kenya ya hebwana. Maamuzi hayo yameweza kufanyika kwa kufuata wosia wa hayati Raila Odinga ambapo alisema yeye mwenyewe kabla ya jafa kwamba mwili wake uzikwe ndani ya masaa sabini na mbili tu baada ya kifo chake kwa mantiki hiyo raila odinga alifariki jumatano na atakwenda kuzikwa jumapili hivyo basi itakuwa imechukua takriban siku nne tangu alipoweza kufariki mpaka anazikwa ambapo ni kama masaa tisini na mbili hivyo tofauti itakuwa masaa ishirini na nne ukilinganisha na wosia ambao yeye mwenyewe marehemu raila odinga aliweza kuuacha kwa familia yake ya, bwana Bwana ametoa, Bwana ametwaa. Hapumzike kwa amani, Mr Prime Minister Raila Odinga. Ya yeah, bwana. Hii ni Memorata TV, ulikuwa na mimi msanuaji wako wa nguvu, naitwa Tino la Diva. Kwa sasa mi na sign out na kusi uweze kusubscribe hapo chini cha